Tuikale chini tufanye kenye kitakuwezekana, sababu tuzidi kupiga adui, adui asitupigie mikono. Adui alikuwa anaingiza watu mu maeneo mbalimbali kwa sababu ya kudestabilize mafasi ma, ma, mbalimbali mbali. adui alikuwa anakamata inchi au kukamata maparti na ma information media kupana pesa kama mko feble, ile fasi munaacha wazi, na awana wengine wale wenyewe walikimbia kimbia, kimbia. Njoo maadui zaidi kuzidi adui ya nje, adui ya ndani njoo akona tusumbua Baze tunapenda kusema na kumalizia ya kwamba bashefu kutimie bote en general. Manyema, Manyema, Katanga, Noro Kivu, nyama ilisha chini mwite Makako nguruwe Mboko wakati beko natembea mpori kuko bawindai banawe, banaweza kunisaidia ukikuta musulure ya nguruwe ilifo iwe na chefu wabu. Nguruwe tu inapasha kuwa na chefu wabu. Makaku vile vile. Na na na na tunazi, tunazidiana nini? Maminere yetu bandugu tusimame tutetee nchi yetu. We wa magrade na mafonkyo, subiri mukazi yako utaipata, mutumalize ile makamba bazee, ile makamba yenye ina faida muitoshe mwe bazee yetu muitoshe, sababu hivi sisi tuko natumika mushamba ya mihindi, kila mtu eko na ndevu ya kutumba. Balisema hata jere mwingine ya jijere na biake wengine ba, watajijere ba na biabo. Sasa leo maafa hiyo ili inaanza toka mwee bashefu mweye njomenyebuamutacekwa sababu batasema ile ni, um, ni jeshi la uma. Mwe bashefu muko wapi? namumwe bashefu muko batu babaya wakati walikuwa naenda wangali wanawabeba, leo inakuwa ya kutumba ufike huko, huyu tugombole benye walienda beba M23 haiko. Mwe baraia, leo sasa inakuwa mama mama ya kutumba njoo alienda mibebe ya M23, lakini pamoja na Mungu sisi tutaokoa watu, hatutajali na ile, kwa sababu kwenye kuwa kazi sawa na hii ya ugombozi wa inchi ilifo batu bapigwe majiwe sana, ile haitatufanya kitu e, msimamu ni ule ule pamoja na Mungu tutapata ushindi. Ushindi unakuwa wa raia, sisi wenyewe wanabeba silaha njoo vile Bana ikalia kubebewa franga yetu hapa na benzabo beko kule. Amu kwa kina jisikia hata haya. Raia nakuwa nenda na kusema vile. Sasa huko unasema ni tena. Hakuna. Mvunja mabariere, mvunja mabariere. Si, si, sen pesa ise. Atutavunja bariere ya mutu sababu balisema kila mutu atajijereia yeye peke. Na njo ile vurugu beko nafanya. Benyeba tatusaidia ni mweba shefu. Mesaje yetu ile tunatuma. Tuko hapa sababu ya kazi adui alitaka kufanya bia yake tukamfania tuka bia zaidi, na tutazidi kubifanya. Bukavu kwenye mko nasema tutafika mshewe na wasi, tulikuja huku sababu mwemubakie kule na amani, sisi tufagane na adui kutimia bakwetu bazidi kundwa, kwanza Nord Kivu, Sud Kivu, Manyema, Katanga sinjo ma kwa njope hiye, nye napenda kukata njope hiye kuna kata tunenda unganisha Ituri

Mubienye tuko mwabyo tulivakosea nini ile makamba yenye vanayaza kule? Sisi tuko huku, ndio maana tunapenda kusema hivi. Sita, sita, si, si, siogopi mtu, niko huku nilikuya juu ya kifo, na hata batoto yangu hivi niko naongea hapa, mimi niko na batoto naba, ine venye veko mu hopitali hata kibali silombe kibali, kibali ya kusema mimi nishuke nikwe niangalie watoto yangu. Nasema vivi, Mungu unisaidie, wale watoto yangu wapone. Mie niko kama nitakufa huku nikufie inchi yangu huku, kwenye tuko ni kwa bafulero huku, sisi wote ni Wakongomani, sisi wote ni Wakongomani. Ndio ile babemba walisemaka hivi, kuchagua kabila haiko njoo kusema una uni ubaguzi hapana. Eske ukiniambia mi niko mubembe, bandugu na niko mubembe, si niko mubembe kama huko mfulero si huko mfulero, muluba ni muluba, mbangu bangu mbangu bangu eh. Na kama mimi na kusema huko Mnyarwanda mutushi, kuko probleme suitika, uko mutushi hauko Mkongomani, tukisema muko Banyarwanda batushi muna, tunakusa Mungu kudrevu ku, ku, benye ba natuingizia hulu ni bazungu na Banyarwanda batushi aba na kitu tutapenda kusema sisi hatuwezi si furahia hii grupu yenye iko na kuja kutusaidia kazi huku, hivi tuko na miambia hivi tuko na miambia sio, tuko mutere kikosi yote yenyewe tuko nayo huku tunaigabula mara tatu sasa. Kama wakati ile ingine kikosi iko na kuja iko na kuja kutusaidia, tutaikatala, sababu watu wako naanza sema mbaya. Ndio vile chitu tuliita watoto ba bae baangamizwe. Nini baangamizwe na nani? bamwe bavuta bangi balevi tu Umaa mtu anajiita mi ndo general. Ushaona general aende kuikala kukamba? General anaweza ikala kukamba? Tulikuja huku sisi, tukaita bandugu mkuye tusaidiane kazi hii na kizani balisinyesinye bali, bali sinye, sinye makoro pale Baraka ya ujumbe wenyili toka nini Kinshasa, benzatu wakabakia saa vile, ndio wanarizika kumbe benzatu walikwazika mpaka hivi tuko huku kuko ba ofishe benyeko na magrupe arme benye ba yafika hapa kwenye tuko ba chefu de groupement ba chefu kutimier bote na ba administrateur, tunasema hivi, sisi watoto wenu bazalendo zalendo, muikale chini, mutuitie ile ba, ba chefu ya ile ingine magrupe ma, ma, ma, ma, ma, ma arme yenye iko na katala, sie tusifanye kazi huku, mubaulize kisa ni nini? Na ile mavurugo ile banaanza tia kule nyuma, sie kukuya huku boku tutilia mavuru ata tutatia mavurugo huko sababu tashe itashe wale ba sen PCC Yakutumba iko kitu na Yakutumba awezi awezi kutudirije mwanjo baba yetu, maafa ile inazoonekana atuwezi furahia ule komanda wetu mtetezi ha. Sisi tuna yuo muhimu wa mtetezi sana. Hivi tuko naongea hapa tuko na huzuni kubwa kwanza yeye kifo yake pamoja na hawa wandugu wote wasoda wenyewe walikuwa nakuja huku, hatuwezi vifurahia na tukuvifurahia, tuko na niko naongea hivi na damu iko na ma, machozi ya damu ndio iko na nivu ya mii. Munisikilize kwa makini, niko naongea hivi mimi, niko naongea hapa. Sisi ndio tulipewa operation, mimi yeye mzee mtetezi anakuwa marehemu na mzee rene na renyo na wengine tukapiga mpaka tukaingia Uvira, si mimi mimi mwenye kuongea hapa. Niko naongea na huzuni sana, niko naongea na huzuni sana. Kwa hiyo tunapenda kuwahamasisha watu na kuambia watu hivi, hapa hakuna mwenye anafurahia ana, na ana, ana ile kitendo, haiko na sisi na makabila ingine yote ile, sisi wote tuko bazalendo.